Kwa jina anaitwa Boniface David Vatinga, mm. ni shabiki wa timu BBC Foundation. Ili upate dhahabu inapita sehemu nyingi sana, inapita mm. kwenye moto, unaitoa kwenye mawe, inapita kwenye moto ikitoa kwenye, kwenye moto mpaka iende sokoni mm. inachukua muda mrefu sana kuwa dhahabu. Sijui unanielewa unachokwambia yeah. tunajiandaa mm. Tunasogea, yoyote atakaye kuja, sisi tunakabiliana naye bila kujali nimepangwa na nani. Sijali Tanesco, sijali spana, sijali sakalilo, yoyote aje, kwa sababu ndio washiriki ndo wa wangu. Na, na ndo hicho mnachojivunia, kwa sababu mmezitoa timu ambazo zilikuwa zinapewa nafasi zaidi yenu. Ndio najivunia, kwa sababu nimepewa Tanesco mm. Wakizani kwamba nitatoka, lakini Mwenyezi Mungu kanisaidia, inshallah nimeweza kupambana, nimefika kwenye hatua. Sasa nyie kama timu yeah. mnakwenda katika hatua ya nusu fainali yeah. na nyinyi pia ni sehemu ya mashabiki yeah. Leo mlikuwa wachache na pengine hamkuwa na vibe hilo, yeah. Mashabiki ndo wachache hivi kila siku wa BBC ama pengine kwa sababu ya ugumu wa mchezo. Nasema kunguru muoga huishi miaka mingi. Kuna mtu anafichama, kuna, anafichama kwenye mgongo wangu akitegemea nimwakilishe mimi.